Ya, naona siku hizi masomo iko sawa. Masomo iko chonjo. Hebu ona video mwalimu ana katika. Hebu jitazamie mpenzi, hey. Walimu wa 20, 20, 10 walimu wa 20, 20 11 mwalimu hmm? wa tuo 7. Ai bwana, hapa mungefikia tuzidanganyane manze. Ete vileo mwalimu ana katika mkatike hivo na mlikuwa mmepitisha. Sasa hapa ni ugali kwa nyama, alafu ka greens kakuwe pale. After that pia mmesaviwa na matunda. Alafu, ni kukaa tu, no mazoezi. Ukienda nyumbani, unapitia kwa baa, unaongeza kaginis. After one week kitambi, unasema sasa ni mimi, tumbo mbele, matako nyuma, alafu unaweza unaweza unaweza cheza hivyo kweli, jamani. Ai, tusidanganyane. Amwezi <laughs> Kunajua kule Uluyani shule hmm? Za kule Uluyani, walimu wote walikuwa wanene, tuzidanganyane ati kulikuwa na yule mwalimu alikuwaga ati mwepesi bwana. Kila mwalimu alikuwanga mnene, jua wafanye mazoezi Mtu anaona mimi ni mwalimu, kazi yangu ni kukula kufunza, kwisha. Tulikuwa tunaenda games, mwalimu amenona hata ukikimbia uwanja wezi. So tuseme ni siku ya mipira, sasa mashule zimekuja, mnataka kucheza mpira, unapata mwalimu amesimamia kwa kona ya, ya uwanja kazi yake ni kuinua tu mkono. Purity! What are you doing? Purity, purity, what are you doing? akijaribu kukimbia ameteleza chini, anarudi penye alikuwa amesimamia. Huyo hawezi teleza huyo, mtangoje muta, sana ateleze bwana. Okay. Alafu wanafunzi mnaonaje? Ai wanafunzi wamepangwa kupangwa eh? au hawezi lala class. They are clever. These people. Eh, you see how they are doing. Au wanafunzi wako clever, ati wamekula lunch time wanazinzia kwa darasa, huwezi pata akili zao, zinachapa mbali sana mm? akili zao unasatani, walikula samaki, akili zao zinafanya vizuri kuna kulala lakini manze, unafikiria zile siku zetu bwana, kulikuwa na hawa jamaa walikuwa wanajulikana na wapishi. Hey! bwana hawa jamaa walikuwa wanaenda kitchen, kama bado mnatembea polepole, wao walishapanga line, karibu mnafika kwa line, wao walishamaliza maliza kideri number 1, tulikuwa tunaita maram, hmm? wamefika sahani namba 1 wao unapanga line, mnapanga nao line, wao oh, wanaendea wanaende sahani namba 2 na we bado hujakula, lakini stili watapewa. Wakifikanga pale wanataka kusaviwa, mpisha anaangalia tu, anawaangalia wanafinyania macho, wanapeana sahani, wanawekewa kidheringine. Kama ni ugali, wanapewa ugali mlima na mboga mingi na utapiwa kadogo. Bwana hao wajamaa ikuta, ati mwalimu akuji class. Najua kuna walimu wengine walikuwa wanatumanisha ma notes, endeni muandike, mwandike. Kulikuwa na sisi wanafunzi tulikuwa tunaandikia wanafunzi wengine ma notes kwa ubao kama mwalimu akuji class. Bwana hao wajamaa wakiingia class, na especially walikuwa wanapenda kukaa kwa kona nyuma, na unajua kona yao ilikuwa na dirisha karibu walikuwa wanapenda kuweka masani kwa, na vikombe kwa madirisha bwana, awa jamaa wameshiba. Alafu awa wajamaa wanajuanga mwalimu wa hesabu ni mkali, ni ule wa viboko. wanaawa jamaa walikuwa wanavaanga, walikuwa wanavalia ndani wanakata shorts, wanaga hawakuwaga na ati, hizi ni wa zamani walikuwa wanakata shorts unapata mjamaa amevalia shorts mbili kwa longi. And then longi imefanya ku, kuraruka kidogo kando kando ya tako. Awajamaa bwana wamekalia kwa kona bwana, jamaa walikuwa wanatoa mnyambo kwa hiyo kona. Awajamaa walikuwa wanatoa mnyambo kwa hiyo kona, na unajua kuna minyambo tofauti. Kuna ile ya brrr, na kuna ile ya yaani unapulizanga hewa kama tumbo imejaa bwana, ulikuwa unasikia tumbo inapunguka inarudi ndani, inarudi kama carbon dioxide ilikuwa imejaa imejaza tumbo, unasikia yani ukitoa uki hiyo ya hewa, tumbo nayo inaenda ndani, yaani <tumbo> no, <tumbo> no, yani, sasa ni kama umepumua. Na hiyo bwana ilikuwa inanuka, acha mchezo. Hao jamaa walikuwa wanatoa hiyo mnyambo hakuna mtu atasikia tena hiyo inanyambika, hakuna sauti inasikika, lakini mtakuwa mnasikia tu harufu hawa jamaa, walikuwa wananyambia kwa kona. Jamaa amenyamba saa nane bwana, mnyambo itaisha saa kumi na mbili jioni, mkienda nyumbani. Yaani darasa imeisha imekuwa tu mnyambo, yaani harufu tu. Hata mwalimu akisema akuje klasi anarudia kwa mlango, imagine yaani hawa jamaa ni kama traffic lights, yaani huyo mnyambo nikiwe kama traffic lights. Wajamaa, mjamaa alikuwa anainua tu tako hivi, bwana, harufu imetoka, itasambaa darasa mzima, watu wanasikia tu wanalalamika, lakini hata wajui nani aliachilia ali. Halafu mm, mtatulia, mtatulia, hiyo harufu imetoka tena, mjamaa anageuka tako ingine, anainua juu kidogo anaachilia ili ngilikuu imebaki, unajua mevaa ir mingi ndani, hasa mnyambo itoki yote, anaitoa kama anapuliza. Ni kama ni kama panya inakula ikipuliza. So an, anapuliza kuja natulia. Mkimaliza kulalamika, atakaa kidogo, tena tenaachilieiuaga <coughs> na mwalimu mwingine akipata klasi inanuka hivyo, anawatoa nje, nyinyi wote mwende kwa kiwanja, mkimbie five times. Ai bwana, nilikuwa nachoka, nilikuwa nasikia vibaya. Yaani mtu anatoa mnyambo, sisi tukimbie, mimi nikimbie five times, na kiwanja ni kubwa, mnatoka kume na hema. Ai bwana, nilikuwa nachukia wa jamaa juu, nilikuwa najuanga tu na huyu mwalimu fulano akiingia, atatuambia tuende tukimbie, na aongeze, aongeze kuja kuongeza kuja kuongeza usingizi, kuwa tunateseka, kuwa tunateseka, watu wangu. Hey. Lakini hivi huwezi nyamba. At least chakula nye umikula itatembea kwa tu, kwa tumbo vizuri Itadigest ita, vizuri chakula itajipanga ita, sawasawa. Weogopa, saa hii CBC inatuonyesha mambo, na si mchezo, shida tu. Sisi tulikuwa tunajiwaga Number 1 number 2 tunaona mtoto wangu ni namba one mtoto sijui, siku hizi oh, oh, sijui excellent sijui hadi hey, nachanganya man hey, these people, hii shule diamond bwana, hii shule ko hey, active it is active oh, wacha na, na shule zetu zenye tumekuwa tukisoma 2011 2020 2012 2013, achana nayo. Hii ndio masomo sasa sa jamii.